Tumekuwa katika huu mkutano wa Western India, Indian Ocean Scientific eh, Association ambao unaangalia yale maadili ya eh, uwepo wa eh, ile mazingara yawe ni masafi ama kwa kimombo wanasema eh, green environment, na tukiangalia kwa ukweli, haya mambo yanaweza kumsaidia mwananchi wa kawaida, ingekuwa serikali inatilia mikakati ama inatilia uangalifu e, sana katika haya mambo, na kufanya wawekezaji wawe na zile nafsi e, rahisi za kuwekeza na ya, yale malengo ya, ya wawekezaji yatiliwe ya maanani sana na serikali, na kusiwe kuna sheria nyingi ambazo zinafanya watu wasije kuwekeza hapa, itaweza kumfaidi mwananchi wa kawaida. Maanake ukiangalia kama zile meli zinapokuja, kuna kazi nyingi sana ambazo zinatokea, ambazo zinaweza fanywa na wale watu ambao hususan wale ambao wako katika mwamba wa pwani wale ambao, ama coast area, inaweza kuwa ni ya manufaa sana kwetu, na pia tukiangalia mazingira yatakuwa ni masafi, na tukiangalia na mazingira kuwa masafi, tutaweza pia kuwa na, na fursa ya kuweza ku, ku, kupata ile fursa ya biashara ya kufanya mambo na hii ambao wanaita eh, green fuels ama hii new generation fuels, ambapo hapa Afrika nafikiri ni South Africa na Djibouti peke yake ndio ambao wanaangalia. Kwa hivyo inaweza kuwa ni jambo muhimu sana, tukiangalia na serikali iweze kuvutia wawekezaji zaidi, tuweze kufanya kazi pamoja kwa muungano eh, wale watu ambao wako upande ule mwingine wa serikali na wale ambao wako kwenye wawekezaji wa binafsi na pia yale mashirika ya serikali ambao yako yaweze kuzingatia haya mambo kwa uangalifu sana.